Miaka ikapita, lakini Juma na Lulu hawakuchoka kuonana. Kila asubuhi, Juma alikuwa kidogo kidogo, nywele zake zikaanza kuwa na mvi chache, lakini tabasamu lake bado lilikuwa kama la kijana. Lulu naye alibaki vile vile. Bahari haikubadilishi urembo wake kwa urahisi. Siku moja, Juma alifika pwani akiwa na kitu kidogo mkononi, sanduku dogo la mbao lililokuwa na shimo la kioo juu ndani yake alikuwa ameweka maua madogo ya pwani ambayo yalikuwa yamechanua usiku na karatasi moja iliyoandikwa kwa mkono wake. Lulu, nimekuwa na umri sasa. Siku moja nitakwenda mahali ambapo bahari haiwezi kunifika, lakini nataka uwe na kitu cha kunikumbuka nami hata nikiondoka. Alipotupa sanduku dogo baharini, Lulu akalichukua haraka. Alifungua kwa uangalifu akasoma maneno yake na macho yake yakajaa machozi madogo madogo ambayo yaligeuka lulu ndogondogo zikianguka chini ya maji na kuangaza kama nyota. Akachukua maua hayo, akayashikilia karibu na moyo wake, na akasema kwa sauti ya polepole pole, ambayo ilisafiri juu ya maji hadi Juma asikie. Juma, hata ukienda mbali, nitakuwa nikikusikiliza, wimbo wako hautaisha baharini, nitauimba nawe milele hata kama hautanisikia tena. Siku iliyofuata Juma hakufika pwani mapema kama kawaida. Lulu akasubiri akatazama juu, akangoja kivuli chake cha kawaida kwenye mwamba, lakini hakukuwa na mtu. Badala yake mtoto mdogo, mjukuu wa Juma, alifika polepole pole akiwa na kikapu kidogo cha nazi na kipande cha mkate. Akaa kwenye mwamba ule ule akatazama bahari na akaanza kuimba wimbo ule ule wa babu yake, wimbo wa wavuvi wa kale. Lulu akajitokeza kidogo, akamsikiliza mtoto huyo. Sauti yake ilikuwa tofauti, lakini maneno yalikuwa yale yale. Macho yake yakabadilika na kuwa tabasamu. Akazungumza na mtoto kwa sauti nyepesi, unajua babu yako alikuwa rafiki yangu mkubwa, na sasa wewe umekuja kuendeleza wimbo wake. Mtoto hakushtuka sana, alitabasamu tu na kusema, babu aliniambia kuhusu rafiki yake wa baharini. Alisema ikiwa nitakuja hapa na kuimba nitakutana nawe. Tangu siku hiyo, hadithi ya Juma na Lulu haikuisha, ilipitishwa kwa watoto wa pwani, na kila kizazi kipya kilikuja kuimba, kuangalia bahari, na kushiriki hadithi hiyo ya upendo. Na Lulu yeye bado yupo hapo chini ya maji, akisubiri kila asubuhi si kwa sababu anatarajia Juma arudi, bali kwa sababu anajua upendo wa kweli hauishi wakati mtu anaondoka. Unaishi katika nyimbo, katika kumbukumbu na katika mioyo ya wale wanaoendelea kuuimba. Hadi leo, ikiwa utakwenda pwani hiyo saa za mapema, utasikia wimbo, si wa mtu mmoja tu, bali wa vizazi vingi pamoja, na sauti nyepesi ya nguva inayoimba kwa furaha na huzuni kidogo lakini zaidi kwa upendo usiokufa. Na bahari husikiliza kwa utulivu mkubwa, kama mama anayewahifadhi watoto wake wote, wa zamani na wa sasa, wanaopendana kwa mbali milele. Miaka mingine ikapita tena, na wimbo ule wa pwani ukawa kama hewa yenyewe. Kila mtu alikuwa akiwimba bila hata kufikiria. Watoto walicheza michezo ya bahari wakati wa mchana, wakiimba nyimbo za Juma na Lulu, na wazee waliketi chini ya miti ya nazi, wakizungumza hadithi hiyo kwa sauti za polepole. Pole. Lulu bado alikuwa chini ya maji, akisubiri kila asubuhi. Sasa hakukuwa peke yake tena chini ya maji. Kulikuwa na nguva wadogo wale waliozaliwa baada ya hadithi hiyo kuenea, ambao walimzunguka wakimsikiliza hadithi zake za Juma na wimbo wake. Walimuita mama wa wimbo. Siku moja ya kiangazi chenye jua kali sana, mtoto mdogo sana, labda miaka mitatu au minne, alikimbia mpaka ukingoni mwa maji. Alikuwa na nywele za kusokotwa na maua ya pwani, na mkono wake mdogo alishika jiwe dogo la rangi ya bluu kama macho ya Lulu. Alisimama kwenye mchanga, akatazama bahari kwa macho makubwa, na akaanza kuimba si wimbo mzima bali maneno machache tu aliyoyasikia kutoka kwa mama yake. Lulu, lulu, bahari inakupenda. Lulu akasikia sauti hiyo ndogo, ilimfikia moyoni mwake kama tone la maji safi. Akajitokeza polepole pole, si nusu ya mwili kama zamani, bali karibu kabisa na uso wa maji, karibu vya kutosha kwa mtoto huyo mdogo aone uso wake wa upole na nywele zake zinazotiririka. Mtoto hakulia wala kuogopa. Alitabasamu tu na kunyoosha mkono mdogo na kuweka jiwe lile dogo la bluu kwenye uso wa maji. Jiwe likazama polepole pole, likianguka chini hadi karibu na Lulu. Lulu akalichukua, akalishikilia karibu na moyo wake, na akazungumza kwa sauti ambayo ilikuwa kama sauti ya wimbi dogo linaloligusa mchanga. Asante, mdogo wangu. Jiwe hili ni la thamani zaidi kuliko lulu zote za bahari. Nitakulinda wewe na wimbo wako milele. Mtoto akapiga makufi madogo, akacheka na akakimbia kurudi kwa mama yake akiimba tena maneno machache. Lulu, Lulu, bahari na kupenda. Tangu siku hiyo, hadithi ilianza kubadilika kidogo. Sasa watu wa pwani wanasema kwamba Lulu hajakaa tu akisubiri wimbo wa Juma, bali anawasikiliza wote, watoto, wajomba, wazee wanaokuja kuimba kwa bahari. Wengine wanasema kwamba ikiwa utaweka jiwe dogo la rangi kwenye maji na kuimba kwa moyo wazi, Lulu atalichukua na kulihifadhi chini ya matumbara, kama ishara kwamba upendo hauishi kwa mtu mmoja au kizazi kimoja. Unaendelea, unakuwa, unaenea kama mawimbi yanayofika bahari mpya kila siku. Na kila mara jua linapotoa, bahari inakuwa tulivu zaidi kana kwamba inawapa nafasi wimbo wa zamani na mpya uimbike pamoja, sauti za Juma za watoto wake, wajukuu zake, na sauti nyepesi ya Lulu inayojilunga nao kwa furaha isiyokoma. Hadi sasa pwani hiyo bado inaimba na bahari bado inasikiliza, si kama mama tu, bali kama rafiki wa milele anayewahifadhi wote wanaopendana nayo, kwa mbali au kwa karibu, kwa nyimbo au kwa kimya. Na wimbo hauishi kamwe.